Na tukasema kubatizwa ni kuzika utu wa kale na kufufuka na utu mpya, na tendo hilo linamaanisha kuzikwa pamoja na Kristo, lakini kufufuka pamoja na nani? Na Kristo. Sasa lile tendo la kubatizwa maanake, tunahuzika utu wa kale, tunazika sherati tunazika kiburi, tunazika majivuno, tunazika dharau, yaani dhambi ya kila aina tulizikwa nayo siku tulikuwa tuna tunabatizwa, na tulipotoka kwenye maji tuliacha vyote kule. Sasa swali jiulize, mbona bado unafanya yale mwenzetu? Maana yake ulichukua koleo na sururu ukaenda mahali ulikoyazika kasema utaperi nakuvaa tena, ukachimba tena, kutana na uongo ukasema ninauvaa tena. Ulienda kuchimbua wewe mwenyewe sasa. Uh, ukitaka neema ya Bwana iwe kwenye maisha yako, nenda kayazike tena, na usiende kuyachimbua tena kwa mara nyingine. Bwana tusaidie sana, zika utu wako wa kale ule, yani yale yale mauchungu, nenda kayazike. Ni mambo ya utu wa kale yale, maroho ya visasi yale, maroho ya choyo na ubinafsi, nenda kayazike, ili neema ya Bwana izidi kuwa kubwa kwenye maisha yako. Kama hautazika utu wa kale, neema ya Bwana itaondoka kwenye maisha yako. Amina, amin. Sasa utamtang